Sasa pongezi, Mheshimiwa Rais, umefanya makubwa, na mimi leo nataka nikupongeze hapa. Nimekuwa nikikupongeza ukiwa mbali, hatuonani. Leo ana kwa ana, nataka nizifikishe pongezi hizi kwako. Mheshimiwa Rais, mimi ni tofauti kidogo na viongozi wengine ambao wanazungumzia matumizi tu. Mimi naamini kwamba matumizi ni matokeo ya mapato. Mheshimiwa Rais, nakupongeza sana ulipoamua kuunda tume ya maboresho, tume ya rais ya maboresho ya kodi. Mheshimiwa Rais, hii tume hii, wananchi wengi wanaweza kuona kama ni jambo la kawaida, lakini ukweli ni kwamba tume hii inaenda kuwa mwarobaini wa matatizo yote tuliyo nayo. Mheshimiwa Rais, umefanya jambo kubwa. Watanzania watakukumbuka kwa tume yetu hii. Matokeo ya hii tume yatakapoletwa kwa wananchi na utekelezaji wake tunajua fedha kwa ajili ya maendeleo katika nchi yetu zitaongezeka. Mapato yanayokusanywa leo, mimi na hapa hapa Mpina, mapato yanayokusanywa leo na TRA hey, pamoja na taasisi zingine za serikali yataongezeka mara mbili au zaidi. Sasa Mungu atupe nini wa Tanzania, rais wetu, umelibuni hili na ninajua tume ya mipango muda mfupi italeta taarifa yake, na sisi akina Mpina tutahakikisha mapendekezo hayo yaliyo yaliyoletwa na hiyo tume, hata yakiletwa kesho kutwa tu bunge likiwa limebakiza siku tano, tutayasimamia kikamilifu ili kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata tija kubwa tutakuwa tumetibu leo. Tutapata fedha nyingi za maji, fedha nyingi za elimu, fedha nyingi za afya, fedha nyingi za kila mahala. Lakini Mheshimiwa Rais, wanawake wenzako katika sekta ya afya na Watanzania wote watakukumbuka kwa namna ulivyosimamia swala la afya. Umeenda kutembelea hospitali yetu pale, umeona huduma nzuri zinavyoendelea kutolewa. Tumejenga zahanati za kutosha, tumejenga vituo vya afya, tumeboresha hospitali za wilaya, umetuboreshea na kutujengea na kukamilika hospitali ya mkoa wa Simiu ambapo sasa wagonjwa wengi waliokuwa wanapelekwa Bugando sasa wanapelekwa, muda mfupi tu wanaenda kutibiwa pale Simiu wanarudi wakiwa wamepona. Lakini umefanya kazi hiyo nzuri pia hata kwenye hospitali yetu ya taifa ya Muhimbili ambapo wagonjwa wengi waliopewa rufaa za kwenda kutibiwa India na nchi zingine Uingereza kule, leo wanatibiwa kwenye hospitali zetu. Umeendelea kununua vifaa, umeendelea kuboresha hospitali hizo, mambo mazuri yamefanyika. Wanawake wenzako wamnakukumbuka kwa kupunguza pia vifo vya kina mama na watoto, ulipo hapa na kuahidi kwamba mama mjamzito na mtoto kazi waliopewa na Mwenyezi Mungu, ya kuzaa hakuwapa kifo, na ndio maana ukakataa ukasema lazima huduma za afya ziboreshwe kila mahali. Mheshimiwa Rais, nikupongeze kwa miradi ya, ya kimkakati kwa kukamilisha ujenzi wa SGR kutoka Dar es Salaam mpaka mpaka Dodoma, lakini bado ujenzi unaendelea kutoka Dodoma kwenda Mwanza. Mheshimiwa Rais, tunaomba hawa wajenzi waharakishe. Wananchi hawa unavyowaona ni wakulima wakubwa wa pamba na mazao mengine, ni wafugaji wakubwa na mifugo yao mingi, wanauzia Pugu, Dar es Salaam. Tunaamini ile SGR ikikamilika, mifugo yetu tutapakilia tu pale. Mara mpaka ng'ombe wetu tunawasafirisha, wanafika kule wakiwa wamekonda na bei imeshuka. Sasa hivi kujengwa kwa treni ile na kubeba mizigo ile, tutaongeza bei kwanza. Tutasafirisha leo kumsafirisha ng'ombe mmoja mpaka Dar es Salaam karibia elfu sabini, lakini ukipunguza na kushuka samani kwa kukaa muda mrefu njiani, unaweza ukazalisha fedha nyingine mpya laki tatu kwa ng'ombe mmoja, lakini mazao ya pamba hivyo hivyo yataongeza bei kwa sababu tutasafirisha kwa gharama ndogo. Mheshimiwa Rais umekamilisha bwawa la Mwalimu Nyerere lote megawatts zote 2115 tunakushukuru sana, watanzania wanakushukuru sana. Tunajua viwanda vingi vitakuja kujengwa, wawekezaji wengi watakuja kujengwa, na umetatua tatizo la kiuchumi la Watanzania, utakuwa umetatua tatizo la ajira ya vijana wetu ambao wanasoma leo wanakosa ajira. Uwepo wa viwanda vingi na wawekezaji wengi, ajira kwa vijana zitapatikana. Najua unaenda kufungua daraja la Busisi nalo limekamilika, hongera kubwa kwako. Ujenzi wa MV Mwanza Hapa Kazi Tu na yenyewe imekamilika, Mheshimiwa, hongera sana. Nimalizie kwa pongezi kwa kusema tumefanya miradi mikubwa ya elimu, miradi mikubwa ya afya, miradi mikubwa ya maji, miradi mikubwa ya barabara, miradi mikubwa ya mawasiliano, miradi mikubwa ya umeme, miradi mikubwa ya kilimo na mifugo. Mheshimiwa Rais, ukifika jimbo la Mpina ukiwa kwenye helikopta ukiwa juu utazani mwanamke kasuka twende kilioni, msuko wa twende kilioni. Pamepasuliwa barabara kila sehemu, pamepasuliwa barabara kila sehemu. Nadhani ni jimbo lako la kwanza Tanzania kwa ujenzi wa barabara bora kama hilo, na tumetumia tumeleta tumeletewa kwenye barabara ni kama bilioni saba, kwenye maji bilioni nane, na maji menyewe tumepiga hatua kwelikweli.